Kwa majina naitwa Jumanne Misungwi, ni mkazi wa Katoro na ni mchimbaji mdogo mdogo wa madini ya dhahabu, na jambo letu kubwa tulilonalo mpaka sasa ni kutakuwa, tutakuwa kwenye viunga vya mji wa Katoro. Lengo kubwa ni kumshukuru mama Samia, ndani ya uongozi wake wa miaka minne nini alichokifanya ndani ya, ya tume ya madini kwetu sisi wachimbaji wadogo wadogo, manufaa aliyoyafanya na tuliyoyapata kupitia yeye. Lakini kikubwa zaidi mpaka sasa huu mji umeshachafuka kama mnavyoona, wachimbaji wamefurika kwa wingi, wanafurahia mafanikio ya mama yetu, na mama yetu tunasema mitano tena, tena! mitano kwa tena! mitano tena! kwa hiyo fika hata hamsini, wadau wanasema hivyo. Kwa hiyo wachimbaji wazi, wazi, wazi. Siku hiyo kutakuwa na amshaamsha amsha sana, naomba watu wote wawepo. Kutakuwa na mashindano ya nyama, nyama zitakuwepo, ng'ombe zimeandaliwa kama ng'ombe hamsini na kuendelea, lakini vilevile kutakuwa na mashindano Pina ya kuchoma nyama vijana. Kuna vijana. <laughs> na kuna vijana wametoka Arusha wapo special watakutana na vijana wetu kutoka Geita. Kutakuwepo na uchomaji wa nyama, kwa hiyo watu watakula bure bila kiingilio chochote. Lakini vilevile vile tutakuwa na waziri wetu Anthony Mavunde atakuwepo, na yeye ndio mgeni rasmi kwenye hiyo shughuli yetu. Kwa hiyo wachimbaji wa mkoa wa Geita, tembea kifua mbele, andaa mwendo wa kwenda kula nyama tarehe tisa, tutakuwepo hapo. Njoo tuseme mazuri ya Mama Samia. Njoo tuseme mazuri ya Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, njoo tuseme mazuri ya Katibu Mkuu wetu Injinia ya Yaha ya Samamba. Mtakaa tutazungumza tutasema. Kutakuwa na mashindano ya kula nyama, kutakuwa na mashindano ya pikipiki, wasanii wa kutosha. Naomba siku hiyo usipange kukosa.